Wenzangu nami kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Mbeya Mjini, nikiwa kama mwenyekiti, nitumie nafasi hii kuungana na sisi sote tulioko hapa kwa ajili ya kuomboleza msiba mzito huu wa mama yetu kipenzi kabisa, ambao umetukutanisha hapa leo, na nitumie nafasi hii pia washukuru na kuwapongeza wote ambao wamekusanyika katika mkutano huu katika kuomboleza jambo hili. Ndugu zangu, niwapongeze sana, nimeona hapa waheshimiwa madiwani namna ambavyo mna umoja wenu kuja kushikana mikono kwenye changamoto na matatizo haya ambayo yanatukuta sisi binadamu. Lakini niwapongeze wote viongozi wa chama mbalimbali, nami nikitumia nafasi hii hapa viongozi mbalimbali wamekaa hapa, nimeona makatibu, nimeona makatibu wenezi wa ngazi ya tawi kata, lakini nimeona waheshimiwa mabalozi wako hapa na wajumbe wao. Nawapongeza sana na nawashukuru sana kwa kuja kuungana katika jambo hili la matatizo ambayo yamemkuta mheshimiwa diwani kwenye kata hii. Kwa hivyo, mimi kama mwenyekiti wa wilaya tumeanza toka jana katika kuungana pamoja, jana jioni baada ya kupata jambo hili tulianza kuungana na mheshimiwa wa Diwani katika jambo hili kuanzia jana jioni, lakini leo tumekuwa naye hapa kuungana nanyi yote kwenye kata hii na kata mbalimbali za jirani. Ninajua maeneo ya huku watu wakipata changamoto ya msiba hapo unaweza kukuta tuna watu wa kutoka kata ya Jiwambi Iziwa Nzoho na maeneo mengine wako hapa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwashukuru wote na kuwapongeza katika kushikana mikono tunapopata changamoto za matatizo hivi. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, sisi kama Chama cha Mapinduzi niungane na waombolezaji wote hapa katika jambo hili. Mheshimiwa Diwani, Mungu aendelee kukufunga mkanda. Yamesemwa mambo mengi kuanzia eh, baba mchungaji aliyetuhubiria neno hapa, lakini pia wote waliozungumza, mambo yamesemwa mengi ya maana sana ya kutufariji sana katika jambo hili na hasa mstahiki meya naye amezungumza hapa mambo ya kutufariji. Tunashukuru sana wote waliotangulia na waliozungumza hapa kwa hivi, niwashukuru sana. Na mimi kama mwenyekiti basi, rambirambi zangu tumeshazitanguliza kwa Mheshimiwa Diwani, na tutaendelea kuwa nanyi mpaka mwisho wa msiba huo.